Kenya sasa imepania kuongeza idadi ya watalii mwaka huu ifikie milioni tatu na hatimaye milioni tano kufikia mwaka ujao. Uh, looking at our targets going forward, we are looking forward to 2025 welcoming more than 3 million international visitors and in the next two years having 5 million visitors annually. Waziri wa Utalii nchini Rebecca Miano amesema mipango kabambe imewekwa katika sekta hii kuona kwamba wananchi wanafaidika kiuchumi kutokana na utalii. As a government, we are very determined.

Akiongea katika bandari ya Mombasa ambako watalii zaidi ya elfu mbili walishuka kuelekea mandhari tofauti tofauti nchini Kenya. Waziri huyo aliongeza kusema meli hiyo iliyotua iko na wafanyikazi ishirini wa Kenya, hali ambayo haijashuhudiwa which shows that uh, this is also a crea a creator of jobs. Katika msimu huu wa meli za watalii Kenya imepokea meli tano kufikia sasa, na ya sita inatarajiwa mwishoni wa mwezi huu. Hii ni ishara tosha kwamba sekta ya utalii ya Mombasa imeimarika. Meli hiyo kwa mara ya kwanza itakaa bandarini kwa siku tatu. Kawaida meli za watalii hukaa bandarini kwa masaa. Purity Zawadi, Majestic Digital TV.